Karibu Tunu za Kiswahili, mahali ambapo simulizi za kusisimua na zenye mafunzo hukutana. Kabla hatujaanza, bonyeza subscribe, uwashe kengele na uandike maoni yako mwisho wa hadithi. Fikiria sekunde moja tu, sekunde moja inayoweza kubadilisha hatima ya nchi nzima. Hivyo ndivyo ilivyoanza safari ya hatari katika ardhi ya Celia. Mahali ambapo uamuzi mmoja unaweza kuleta amani au maangamizi. Ukanda wa jua ulipokata anga la Celia, ukimya ulivunjwa ghafla. Subiri, sauti ilipaza, kisha ikafuatiwa na amri kali. Harakisheni, njoni huku. Hatua za kukimbia zilisikika. Pumzi nzito zikagongana na hofu. Eneo hilo halikuwa salama. Kiongozi wa kikundi aliwaangalia wenzake kwa macho yasiyoruhusu mjadala. Nyie ngojeni hapa, akasema, kisha akasogea mbele peke yake, akijua vema kuwa hatari haichagui mtu. Ndani ya jengo kelele zilichipuka, milango ikagongwa kwa hasira, vitisho vikapenya hewani. Mmoja akamvuta mwenzake, twendeni ni hatari sana. Lakini jibu likaja kwa msimamo mkali, ninaifahamu sehemu hii, nimekuwa nikija hapa mara kwa mara. Ujasiri wake ulikuwa kama kisu chenye makali mawili, kisu cha kuokoa au cha kuumiza. Ili kuepuka mtego, waliamua kutumia macho ya angani. Drone ikapaa juu ya ua ikizunguka taratibu, ikichunguza kila kona. Angalieni usalama, amri ikatolewa. Kilichoonekana kilithibitisha hofu yao, eneo lilikuwa limeandaliwa kwa hila. Ndipo Rais Amin akajitokeza. Alisimama mlangoni, sauti yake ikiwa thabiti, fungueni milango. Ikafunguliwa. Lakini walinzi wa ndani wakasimama kidete. Samahani, hatuwezi kuacha vituo vyetu bila ruhusa. Hapo ikadhihirika, hapa palikuwa na kitu kikubwa zaidi ya ulinzi, uwamuzi wa kawaida. Uamuzi ukachukuliwa haraka. Mawasiliano ya adui ya vurugwe. Msafara ugeuke. Tuko tayari kuokoa mateka. Jamaz zikawashwa. Redio za adui zikanyamaza na mpango ukaanza kutekelezwa. Laleni chini. Amri hiyo ilikatiza vilio. Mateka wakapatikana wakiwa hai lakini wakiwa na hofu. Walipokuwa wakihakikiwa, habari mbaya ikawasili kama radi. Ziyong yuko matatizoni. Ghafla Mtu asiyejulikana akajitokeza. Mimi ni askari wa serikali, akasema, lakini maneno yakapingana na taarifa walizokuwa nazo. Lakini huyu tulidhani amekufa? Shaka ikatawala na kila sekunde ikawa nzito kama jiwe. Kisha risasi zikavunja kila kitu. Wasiwaache watoroke! Linda mateka! Moto wa mapigano ukawaka. Kila askari alijua jukumu lake, si kushinda vita, bali kulinda maisha.